kufanya kiti Ontemi Ozuni jege tuko batijika Ila lulu hango kulebewe na ina kawo mbiya kate Mze Juma, ombi gani ilo? Na lulu mba umpu ngu kiti ya azabu Kunuweburu uha ya lima ya hibanza Ati uwa kukupenga Mze Juma Temi anastahili azabu ya fimbo. Faini atakayopigwa na wanakijiji ni kupigwa fimbo hadharani, kulipa fimbo ambazo amewapiga ame wenzake. naligudebagwenugugu unontenihaha obadiricirigete nawazuijkuntwara mwana wako kushule indio mananiizakuliwee. Mzee Juma, sijakuelewa unamaanisha nini unaposema tumpunguzie adhabu. Unataka kusema kwamba ametubu makosa yake? umwene azunijenu ihaha atina shida gete wazunije n'umwana wokuntwarokoshure takufika majalibu utakosa pa kushika oh, oh bamba we lungwecha Nambo, nisamee, fikra zangu hazikuwa sawa. Rafiki yangu alinidanganya. Tausi, nadhani kutafakari vizuri maneno yangu. Nilikwambia ukiondoa miguu yako ukaondoka, usiju, umwicha, usiongea, ukamaliza. Nimeshaupata ukweli wote. Mjinga ni mimi kusikiliza maneno ya kuambiwa. Tausi, nadhani umechelewa kufanya maamuzi. Ukweli ni kwamba kwa sasa nina mambo mengi sana naonikabili, nwecha kwenye hayo mambo yako. Naomba uniweke sehemu ya jukumu lako tafadhali, nakuomba weka tumaini, nitakufikiria Ukipanda ndio utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. oh, baba we hizi, hey, mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia Ukara wa baba mwana seje, shika shati, mpe mtoto elimu, kesho watakusaidia, Mtemiwe hivi we Ntemi una matatizo gani unawezaje kuingia kwenye familia ya mtu bila hata hodi haima yangu kaa nyashimbeni <tipos> na nantu inani hudi ya hena haa kaiti na nangi nune nubi nangi ya hena nize hena haa kweli nga nangu nani wisa atunye kuni dekira giki turiho ubebe nune nubi nangi ya hena haa

Tuteo ruchuko mmai waturu hukola munu runda majari Ntemi. Uuuu. <laughs> Aya yeah, maneno ya ikima na busa la rewe anatoka mdomoni mwako Ntemi. <laughs> Mzee Juma, I, una uhakika kweli na hili? Iyeni hiyo hii maana yaani. Kunotuwa hoi ili nangwe. Uni hakikishi ya gete. Kwa hapo, inabidi tusimzalilishe kwa kumpiga fimbo. Hilo nitalifumba, fumba. Ili kuwalizisha wananchi, itabidi atoe ng'ombe ili waweze kula ugwanuwo. Mwenye kiti kuti, kuti, kuti ni shida. Uruwenge wakufunyaa ng'ombe du na kumfunira mwanaone. Mzee Juma, hapo takume kusea, ukitoa wewe itaonekana kwamba hajasamehewa eh? Kuwalizisha wananchi, acha atoe mwenyewe Sijui mnielewa sawalulu, mwenye kiti tukumanya ntondoangua nahen baba. Eh. Baba. Utakufika majalibu utakosa pa kushika. Poa, rafiki yangu, kama ukaa na kupenda hawezi kuacha akaondoka nampenda Lumwecha, tazama alivyoondoka. Ni kama mtu ambaye hatawahi kurudi kwenye maisha yangu. Nimempoteza kwa ujinga wangu. Tausi, huu si muda wa kujilaumu, huu ni muda wa kukaa na kutafakari, wapi umeharibu, ili upata tuwe

ninaomba usingilie tatizo la familia yangu, sio kwamba ninakudharau, ila nikihitaji msaada wako nitakwambia. Saa so, mke wangu Serina, ila mimi siwezi kukuacha kwenye swala hili. Natumai hivyo, lakini nakuomba ukae mbali na hili, wasije wakasema kwamba unatamani mali zetu. Zelina, mke wangu, unene tena mayo. Yaani wewe utakapo ushindwa mimi niambie, nikusaidie. Lakini niambie, mme wangu au ninakosea, namkosea heshima mzee nduh tuhuvaga tuhu utuvagagetazalina siyeandoalianzisha veve maligitagahookomelngi mimi niko upande wako. Asante kwa kunipa maneno ya ujasiri na kuniunga mkono. mm. mm hivi -hmm. <laughs> <coughs> mayu hamu mpaka nisa kana vana mara ahena kusudi bize bahoya nangu bebe ite siza uruho bire chaka tube bukawe nangu mbu Mhm. <coughs> Yaani, leo ndo mekumbuka shuka kumekucha. Mshukuru Mungu, na una bahati kweli.

Eh, halafu nika kahenaaketeni ulivona kabisa yani unanani una, una nuhia <laughs> ah, basi nashukuru kwa sababu umetambua kosa lako sababu umekuja mwenyewe na umekuja kuomba radhi. Ah, mimi mamanyanjike sina neno pamoja na kiko, mayu, na nakuwile ikaya yako ni yahenaha iti ya kutola. Nuno wakabiyari hongwa niki wape. Itiru nde. Tuko tola ya ena haa. Uli nana hongwa jabu bino mahi uko. Yani kiti wafu mele kukaya waruki. Mpuri wakine uwe. Binti yangu. Utakufika majalibu. Utakosa pakushika. Hizi nyele umu na kampeni gani? Muna tembea pamoja kama makumbi kumbi.

Sikiliza, <laughs> mzee Tommy Shani unajua, walisema ukiwa kiongozi ni sawa sawa na muuza utumbo kuachi kufuatwa fatwa na manzi huyu naye ni nzi, na wengine wanasema kama helemu ni mchokozi. Sasa ngoja nikwambie wewe, ni heri mimi nizeke kuliko kukosa akili, na wewe kukwacha mtoto wangu kakanaye bure. Usifikiri na kuogopa, nakuogopa, sikuogopa, natakakufanya chochote kwanzia sasa. Utani nini mimi? Au nikupike na hilo panga lako, ujue. Mwachie, mwachaje? Mwachaje? nimfyeke panga, aa, au nikufyeke na wewe, niwafyeke wote, niwamalize wewe ahani hapa komakoma koma. lema lema lema kama umunde nomba, nomba utaka tundu kasai makosa yako lema kama ukomundee nomba utaka tundu kasai makosa yako Tausi, una matatizo gani siku hizi? Unaenda kwenye miji ya watu, hata hupigi hodi, unafika na kupiga mikelele tu. Hii tabia imeanza lini? Mama samahani, mimi sina makosa. Mwenye makosa niwe mwanao, mwenye mdomo kama yuko mwaneno ambo nitie. Ametoka naona, sijui ameelekea wapi. Haijalishi yuko mwenene, umemficha au hayupo kabisa ila akija, ninachotaka umwambie anitafute, akarekebisha alichokiharibu. Kwa heri.

olyakoca litigwagavogota ecolehambale ecokwimbula uleja limitugo kulikongwana wako baba ontemi baba kupandika makoye ukugaya ha kodimae

Mwana kisa mifugo, watoto aende shule. Napoteza mwana kisa mifugo, unapoteza mwana kisa mifugo.